Hai uh, bwana mambo vipi? Mimi naitwa Smigo Kichwa Mpira. Ni content creator. Kama uh, kwa hiyo nifahamu ninapopatikana kwenye mitandao ya kijamii, TikTok, Instagram, YouTube. Nafanya na content zangu. Za content zangu hizi ni hatari ya ufupi. <gulik> lakini kuna namna fulani tu ya kuweka zinakaa poa tu. Ah uh, napenda kuambia ndugu zangu siku ya kesho Nitakuwa hapa hapa Erasmi TV. Nitakuwa na interview nikielezea. <taburo> Nilikotokea kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi hapa ninapoendelea malengo yangu. Kila kitu nitaelezea. Nitakuwa hapa hapa Erasmi TV. Ah, kama nilivyoambia hapo awali, siku ya kesho nitakuwa na kipindi hapa hapa Erasmi TV. Kipindi kirefu sana. Hapo nita nitawapa historia ya mimi jinsi kitu kilichosababisha mpaka nikaanza kwani content ni nini. Historia, kwa nini nafanya hizi content, malengo yangu, changamoto ninazopitia, yaani mambo mengi tu yaani nitaelezea. Kwa hiyo naomba sana ndugu zangu, siku ya kesho muwe tayari pokea